Dar es Salaam. Na kwingineko tunabea ujenzi wa hospitali ya Mloganzila iliyopo Kibamba, Dar es Salaam umekamilika huku ikitarajiwa kutibu magonjwa mbalimbali na kutoa mafunzo ya elimu ya juu kwa wanafunzi 15000 watakaosomea taaluma ya udaktari ikiwa ni hatua ya kukabiliana na changamoto ya upungufu wa madaktari bingwa hapa nchini. Ujenzi wa hospitali hiyo uliogharimu kiasi cha dola za Kimarekani milioni 45 imefanyika kwa ushirikiano kati ya serikali ya Tanzania na Korea Kusini, ambapo huduma rasmi zitaanza kutolewa mwezi Januari mwakani kwa upasuaji mkubwa na mdogo ikiwemo kufanya tafiti za magonjwa mbalimbali kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Akizungumza na waandishi wa habari katika ziara maalumu ya kutembelea hospitali hiyo jijini Dar es Salaam, makamu mkuu wa chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi MUHAS Profesa Efata Kaaya amesema hospitali hiyo itapunguza gharama za matibabu kwa Watanzania waliokuwa wakisafiri nje ya nchi. Hivyo jumla ya gharama za ujenzi kununua na kuweka vifaa tiba vya kisasa kwenye hospitali hii ni dola za Kimarekani milioni 94,544 kwa hiyo. Uh, sampuli zote za damu na mikojo na mjime, zote za mikojo na sampuli nyingine zote zinasafirishwa kwa kupitia mfumo huu na kupokelewa hapa. Zikishakupokelewa uh, kwa sasa hivi bado kuna ndio kwanza wanafunga madawati kwa ajili uh, ya kuweka vifaa hapa kilipo sasa hivi kwa mashine ya CT scan. Kama mnavyoona hii ni mashine ambayo ni ya kisasa ambayo inatumia mionzi ambayo ina uwezo mkubwa sana wa kupiga chukua picha kwa muda mfupi, hivyo basi kupunguza dozi ya mionzi kwa wagonjwa kwa unaweza kaa na mgonjwa wa transplant huyo anatoa siku, kwa sababu atakutoaamziko kazini na katikati kuna za vochafu, ambapo tukimaliza kufanya operation vile vitu vichafu vinaingia ka vyua vinafanana, tutaingia kwenye chumba kimoja. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Sangu Joseph.